Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya kati na maziwa makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza na katika Amka na BBC asubuhi hii, salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha mwanaharakati na mwanasiasa maarufu nchini Marekani, Jesse Jackson, huku rais wa zamani wa Marekani Barack Obama akimwelezea kuwa ndio chachu ya ushindi wake. Hofu bado inaendelea nchini Afrika Kusini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa miguu na midomo uliokumbwa mifugo kutokana na kuzidi kusambaa. Na leo basi, waumini wa dini ya Kiislamu katika baadhi ya maeneo duniani wauanza mfungo wa mwezi wa Ramadhani, na kwa Wakristo ni Jumatano ya Majivu. Mfungo wa Kwaresima unaanza siku ya Jumatano ya Majivu, na dhima kuu huwa inakuwa ni, ni kutubu dhambi na pakwa majivu kama Wakristo kutukumbusha kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Serafina Robi, karibu. Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja, ni kuwa nchi ya Peru imetumbukia tena katika machafuko ya kisiasa baada ya rais aliyopo madarakani kuondolewa na bunge la Kongres akiwa amehudumu kwa miezi minne ya muhula wake. Rais wa saba wa Peru katika muongo mmoja, Jose Hari alipigiwa kura na wengi kumwondoa madarakani kutokana na tuhuma za kufanya mikutano isiyojulikana na mfanyabiashara wa China na uteuzi usio wa kawaida wa wanawake kadhaa katika nyadhifa za kiserikali. Kongres itamchagua kiongozi wake mpya leo hii siku ya Jumatano ambaye atakuwa rais wa mpito wa nchi hiyo. Rais Heri aliondolewa madarakani, alichukua nafasi ya Dina Bolote ambaye pia alifukuzwa na chama kwa madai ya ufisadi na kuwa na uhusiano na makundi yanayotekeleza uhalifu wa kupangwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kusisitiza mara kwa mara kwa rais wa Marekani Donald Trump kuwa nchi yake na si Urusi kufanya makubaliano kwa ajili amani, siyo Zelensky, ya amani sio haki. Zelensky aliambia tovuti ya Axios kwamba anatumai ilikuwa mbinu tu. Rais wa Marekani amependekeza mara mbili hivi karibuni kuwa ni juu ya Ukraine kuhakikisha mazungumzo ya sasa ya Geneva yanafanikiwa bila kuitaja Urusi. Rais huyo wa Ukraine amesema mpango wowote wa kuipa Urusi ardhi iliyosalia utakataliwa ikiwa utapitishwa kwenye kura ya maoni ya kitaifa. Mdhibiti wa vyombo vya habari nchini Gabon ametangaza kufungwa kwa muda kwa mitandao ya kijamii zaidi na Sambatenzi. Katika taarifa kwenye televisheni, msemaji Jean Claude Mendome amesema mitandao inadhoofisha maadili ya umma, uthabiti wa taasisi na usalama wa taifa. WhatsApp, Facebook na TikTok ndiyo majukwaa yanayotumika zaidi nchini humo. Kwa sasa, Gabon ipo katika mabadiliko ya kutoka kwenye mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Jenerali Bris Oligi Nguema, ambaye alishinda uchaguzi wa urais mwaka jana. Kukatwa kwa umeme kwa njia ya kidijitali pia kumetumiwa na serikali zilizopita na Marekani, na dunia inaendelea kumlilia mwanzilishi wa haki za kiraia wa Marekani, Jesse Jackson, baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka themanini na nne. Kumbukumbu nchini Marekani zimeongozwa na rafiki yake wa muda mrefu Barack Obama, ambaye alisema alitengeneza fursa kwa vizazi vya raia wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema Jackson aliongoza juhudi za kimataifa ili kuendeleza utu na usawa. Mwana Jesi Jackson Jr amemtaja kama shujaa. Bwana Jackson alikuwa mfuasi wa Martin Luther King na baadaye akawa mchungaji katika jiji la Chicago, ambako kumbukumbu kumbu za umma zimepangwa. Hii ni BBC Nam, asante sana Sarafina, kwa kutusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na intaneti katika bbcswahili.com. Nchini Kenya, matangazo haya unaweza unaweza unaweza kuyapata kupitia kupitia kupitia Kaunti FM fm na na na Nyota FM. Ukiwa Tanzania, unaweza kutusikiliza kutusikiliza kupitia Redio One ya jijini Dar es Salaam, Radio Free Africa ya ya Mwanza na katika katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu na katika mji wa Ngara unaweza kutusikiliza kupitia Redio Kwizera. Uganda tunasikika pia kupitia Radio Lira na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Na kwa kuanza, salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha mwanaharakati na mwanasiasa maarufu nchini Marekani, Jesse Jackson. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye ni Mmarekani mweusi wa kwanza kushika nafasi hiyo, amemwelezea mwanaharakati huyo mkongwe kama mfadhili wake katika ushindi wake wa kihistoria kwenye uchaguzi wa Marekani. Amemwelezea pia kuwa ni mtu mwenye sifa ya kipekee zaidi. na Sarafina robi mwanaharakati mkongwe wa kisiasa mchungaji jesse jackson mmoja wa watu weusi wenye ushawishi mkubwa nchini marekani anasifiwa kama nguzo ya kupigania haki za kiraia baada ya kifo chake ki akiwa na umri wa miaka 84 ne rais wa zamani wa marekani barack obama amemsifia jackson ambaye aliandamana na martin luther king jr katika miaka 1960 na mara mbili alitafuta uteuzi wa chama cha demokrat kuwa raisi katika miaka 1980 obama aliandika kwenye mtandao wa X kuwa ametuezisha kwa kutufungulia njia kusimama juu ya kile alichokuwa ameanzisha, akisema Jackson aliweka msingi wa ushindi wake wa kihistoria miongo kadhaa baadaye katika kuwa rais mweusi wa kwanza wa Marekani. Alimsifu Jackson kama shujaa wa kweli. Familia Jackson inasema alifariki kwa hali ya amani siku ya Jumanne asubuhi. Hawakutoa sababu ya kifo, lakini Jackson alikuwa amefichua mnamo mwaka elfu mbili kumi na saba kwamba alikuwa na ugonjwa wa neva wa Parkinson. Alilazwa hospitalini mnamo Novemba kuhusiana na hali nyingine ya neva, kulingana na ripoti za vyombo vya habari really compelled... alituhimiza sisi sote can... kila mmoja wetu so... kuwa bora zaidi ambavyo so... tunaweza kuwa have... na inajivunia, ninajivunia sana had... kuwa nilipata fursa ya kuishi naye, ya kuwa na jina lake, ya kumtazama kwa ukaribu. Nimepoteza zaidi ya baba, nimepoteza rafiki mshauri, ambaye nilimwona kama shujaa na kumuheshimu sana. Jackson alikuwa mzungumzaji mahiri na mpatanishi aliyefanikiwa katika mizozo ya kimataifa alikuwepo kwa nyakati nyingi za matokeo katika vita vya muda mrefu vya haki ya usawa wa rangi nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na tukio la Martin Luther King Jr huko Memphis mwaka elfu moja mia kenda sitini na nane wakati kiongozi huyo wa haki za kiraia alipouawa. Alilia waziwazi katika umati wa watu Obama alipokuwa akisherekea uchaguzi wake wa urais mwaka elfu mbili na nane. Serafina Robie Mahakama inayoshughulikia kesi za uhalifu za mauaji ya kimbari nchini Rwanda imemtoza faini wakili wa mtuhumiwa wa mauaji hayo Vincent Murekezi na kumpiga marufuku kusimamia kesi nyingine ikiwa atashindwa kulipa faini hiyo, ikimtuhumu kuchelewesha kesi bila sababu. Bwana Vincent Murekezi aliyekuwa mfanyabiashara maarufu nchini Malawi alirejeshwa Rwanda na mamlaka za Malawi ili kujibu mashtaka ya mauaji ya kimbari, mashtaka anayoyakanusha. Ivye Buchana amehudhuria kesi hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Mahakama hiyo iliyoko Nyanza, kusini mwa Rwanda, ilipaswa kwanza kusikiliza rufaa ya Murekezi, lakini kabla ya kusikizwa kwa kesi hiyo, mshukiwa huyo aliangua kilio kwa kuhemahema. Aliambia mahakama kwamba wakili wake mteule alijiondoa katika kesi hiyo siku mbili kabla ya kusikilizwa kwa kesi yenyewe na tayari alikuwa amemlipa. Murekezi mwenye umri wa miaka 68, aliyekuwa mfanyabiashara mashuhuri nchini Malawi, ambako aliishi kwa miaka 19 na kupata uraia chini ya majina mengine. Alirejeshwa Rwanda mnamo mwaka 2019 baada ya kutumia njia zote za kisheria kuzuia kurejeshwa nchini mwake nchini Rwanda, mahakama kuu ya Huye iliyoko Butare kusini mwa Rwanda, ambako anatuhumiwa kufanya uhalifu, ilimhukumu kifungo cha maisha jela baada ya kumpata na hatia ya mauaji ya kimbari, mashtaka ambayo alikanusha na kukata rufaa. Usikilizaji wa kesi hiyo ya rufaa uliahirishwa mara kadhaa ili kumpa muda wa kutafuta wakili. Aliyempata ni wakili Alexi Kagame Kimonyo, lakini mahakamani mshtakiwa alisema na hapa namnukuu, tulikubaliana kuwa kila kitu kinakwenda sawa na hata nilimwambia mtoto amlipe, lakini siku mbili kabla ya kesi hii aliniambia kuwa alijiondoa na kwamba mengi zaidi nitaambiwa na mahakama, mwisho wa kumnukuu. Mrekezi aliambia mahakama kwamba kile wakili wake alimfanyia ni udhalimu na akaomba mahakama kufuatilia swala hili na chama cha wanasheria Mahakama ilisema kwamba wakili Aleksi Kagame Kimonyo alifahamisha kuwa yeye na timu yake ya mawakili walijiondoa kwenye kesi hiyo kwa sababu mwekezi hajatimiza makubaliano kati yao. Mahakama hiyo imesema haikubaliani na maelezo ya wakili huyo na kusema anachelewesha kesi hiyo, na katika maandishi yake hakuonyesha kiini cha matatizo kati yake na mteja wake na kuamuru wakili huyo kutozwa faini ya franga laki tatu na pia kumpiga marufuku kuhudhuria kesi popote hadi atakapolipa faini hiyo. Wakili huyo hakuwepo mahakamani na hakutoa maoni yake hadharani kuhusu uamuzi huo. Mahakama ikampa merekezi makataa mengine ya kutafuta wakili na kesi yake itasikilizwa tena Mei 12 mwaka huu. Uwasiwasi umeongezeka kwa wakulima nchini Afrika Kusini kutokana na kuzidi kwa mlipuko wa ugonjwa mbaya kuwahi kutokea nchini humo uliokumba mifugo wa miguu na mdomo. Ugonjwa huo wa kuambukiza huathiri ng'ombe na wanyama wengine wenye kwato, umethibitishwa pia katika nchi nyingine jirani. Jimbo la Kwazulu Natali ndilo limeathiriwa zaidi, huku mashamba karibu ya elfu 18 yakiathiriwa pia na kuweka wasiwasi juu ya afya ya mifugo zuio la kuchunga mifugo kutoka sehemu moja kwenda nyingine na pia kuleta hasara katika sekta ya kilimo. Ugonjwa huu hauna madhara kwa binadamu, lakini umesababisha watu kupoteza ajira na kutishia usalama wa chakula. Taarifa ya Numza Masieko kutoka Afrika Kusini inasomwa na, na Nasea Muhammed. Sekta ya kilimo nchini Afrika Kusini inakumbwa na changamoto usiyo haba. Mlipuko wa ugonjwa wa foot and mouth disease unaendelea kuleta madhara makubwa, huku ukisambaa kote nchini, ukiathiri mifugo, maisha ya watu na kutishia usalama wa chakula. Hapa katika shamba moja la vijijini huko kwa Zulu Natal, ng'ombe wanampolele wanachungwa karibu na mto mgeni river. Anasubiri majibu ya vipimo, licha ya kwamba mifugo wake bado hawajaonyesha dalili zozote za zo ugonjwa huo Intengi, mimi hofu yangu kubwa ni iwapo chanjo hiyo haitafika mapema, mifugo wangu wote watakuwa hatarini kawa ndo mwisho wa biashara yangu. Ugonjwa wa mguu mdomo na kinywa, foot and mouth, ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa haraka sana na unaathiri wanyama wenye kwato zilizogawanyika kama ng'ombe, kondo, nguruwe na mbuzi, na huwafanya washindwe kula na kutembea kwa urahisi. Huambukizwa kupitia mgusano wa moja kwa moja ya wanyama, chakula au maji yaliyochafuliwa. Husababisha maumivu kwenye mdomo, ulimi na kwato, jambo linalopelekea kushuka kwa kasi kwa uzalishaji wa maziwa. Ng'ombe wa maziwa wa Carol Houston waliathiriwa na ugonjwa huo. Nilipokea taarifa kwamba kuna tatizo fulani, nina ng'ombe wa maziwa na hawakuweza kukamuliwa kwa sababu walikuwa na ugonjwa wa matiti, mastitis, ambao ulikuwa wenye maumivu makali sana kwa wanyama wangu. And Afrika Kusini ina angalau ng'ombe milioni kumi na nne, lakini kiwango cha sasa cha chanjo hakitoshi kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo. Wakulima wa kibiashara akiwemo Carol Houston wamesema kuwa janga hili lingeweza kuzuilika kama hatua stahiki zingechukuliwa mapema. we the... Chanjo, chanjo chanjo ndo tunataka tuliahidiwa kwamba itafika mwezi Januari na bado mpaka sasa mwezi Februari bado tunasubiri. Hii ni athari kubwa sana kwa sisi wakulima kwa sababu tutalazimika kuachisha kazi wafanyikazi na uchumi utaathirika. Very frustrating. Serikali ya Afrika Kusini hivi karibuni ilitangaza uzalishaji wa chanjo inayotengenezwa ndani ya nchi. Hata hivyo, dozi zilizopo hazitoshi kufikia kinga ya mifugo inayohitajika ili kuzuia mlipuko. I'm Peter Griffin, I'm a dairy farmer in Morova. Jina langu ni Peter Griffin, mimi ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa huko Moe River. Hatukupaswa kabisa kufikia hatua hii. Serikali imetukosea sana, imetufanyia vibaya. Virusi vinaenea kwa kasi nchini na madaktari wa mifugo ya wa serikali wameshindwa kudhibiti ugonjwa huu. Chanjo zilipaswa kuwa zinafaa kuingia nchini. Dozi elfu kumi na mbili mia tisa hazitoshi, kwani mlipuko huo umetikisa uchumi na watumiaji wameonywa kutarajia ongezeko kubwa la bei ya nyama ya ng'ombe na maziwa. Na moja kwa moja ni michezo na Florian Kajage. Asante sana Alimanyanza, katika michezo asubuhi hii ya leo ni kwamba tunaanzia katika ligi ya mabingwa Uh, barani Ulaya ambako mechi za mtoano kuania kufuzu kwa hatua ya 16 bora zimeanza usiku wa kuamkia hii leo. Michezo minne ya mkondo wa kwanza imepigwa. Galatasaray ya Uturuki imeshinda tano mbili dhidi ya Juventus Turin ya Italia, Borussia Dortmund ya Ujerumani ikaichapa Atalanta ya Italia mawili kwa sifuri. Monaco uh, ya Ufaransa ikapigwa mbili, eh, tatu mbili na wafaransa wenzao PSG. Uh, nao Benfica ya Ureno wakakubali kichapo cha nyumbani cha magoli mawe kwa sifuri kutoka kwa Real Madrid. Mchezo huo ulisimama kwa dakika kumi baada ya mshambuliaji raia wa Junior kudai alisikia sauti ilizoashiria ubaguzi wa rangi dhidi yake. Alionywa kwa kadi ya njano kutokana na kushangilia kupita kiasi mbele ya mashabiki. Uh, naye kocha wa Benfica, Jose wabniosmi alitolewa nje kwa kadi nyekundu alipolalamikia madhambi na Uh, nam Vinicius. Asante, Florence Kajage.